Mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri ya wilaya Longido kupitia idara ya afya ustawi wa jamii na lishe na idara ya maendeleo ya jamii imeendelea kuchagua hatua mbalimbali kuhakikisha ulinzi na usalama wa mtoto unaimarika ikiwa ni pamoja na kuanzisha klabu za watoto mashuleni, utoaji vifaa vya shuleni kwa watoto wenye walemavu na wanaoishi katika mazingira hatarishi, utoaji elimu ya ukatili dhidi ya watoto mashuleni, elimu ya lishe za matibabu kwa wakanga wa ukatili kuimarisha mifumo ya utoaji na taarifa juu ya vitendo vya ukatili kwa watoto Nyerere na Mandela hamkucho. maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika wilaya Longido, ya Longido yaliyofanyika kata ya Namanga mkoani Arusha, ambapo mgeni rasmi katika maadhimisho hayo bi Rahma Kondo akimwakilisha mkuu wa wilaya hiyo, amewataka wazazi kutokimbia wajibu wao, badala yake wawajibike katika kuwatunza na kuwapatia haki ya msingi ikiwemo elimu, mavazi, lishe na hata kuwa karibu na watoto, na hatua kali zitachukuliwa dhidi ya mzazi atakayeonyesha vitendo vya unyenyesaji wa kijinsia kwa watoto. na sisitiza umuhimu wa kutunza familia zetu, wazazi lazima wawe mstari wa mbele katika kuhakikisha mtoto anapata haki zake za msingi, ikiwa ni pamoja na haki ya kusikilizwa, kulindwa, kuheshimiwa, kupata huduma bora, malezi, mavazi na chakula. Aidha, unyenyesaji wa watoto bado ni tatizo katika jamii yetu. Unyanyasaji huu upo katika vitendo vya ubakaji, ulawiti, ukatili, ukatili wa vipigo na kufanyiwa kazi ngumu, kufanyishwa kazi ngumu. Natoa wito kwa wazazi wote wilaya ya Longido, tuwajibike kuhakikisha vitendo vya kikatili dhidi ya watoto vinatokomezwa. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa wale wote atakobainika kuwa wanatenda vitendo vya kikatili kwa watoto hapa. Naomba nisisitize watoto, nimesema tumeona ilizo hapa. Wazazi wote wilaya ya Longido, natumia fursa hii kuwasisitiza kwamba jukumu la kulinda mtoto ni la kwangu na la kwako, hivyo inatakiwa tuwalinde watoto kwa kina. Hali imekuwa sio nzuri, Hatuaminiani ndugu na jamaa, hakikisha kwamba unajua mtoto wako muda aliotoka amekwenda wapi na amerudi kwa muda sahihi. Ni mategemeo yangu kwamba hatutegemei kuona mtoto anazunguka muda wa jioni, muda umepita wa kutoka shule, lakini mtoto yuko mtaani na Namanga kumekuwa na tatizo la watoto, unakuta wanazunguka tu mtaani jioni, usiku, yaani mzazi haujui mtoto wako alipo. Hiyo kitu sio nzuri, watu wameharibika, watu wamekuwa hawana utu. Tulinde watoto wetu. Kwa hiyo natoa wito huo kwa wananchi wote wa wilaya ya Longido kuhakikisha kwamba unajua mtoto muda aliotoka amekwenda wapi kama ni shuleni na muda wa kutoka na uhakikishe anarudi nyumbani. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi halmashauri amewataka watoto hao kuwakumbusha wazazi suala la amani na utulivu ni la lazima kwa kipindi chote cha uchaguzi, ili watoto hao waweze kupata haki yao ya msingi ikiwemo elimu na malezi bora mwaka huu watoto Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Tunawasihi mkawaambie wazazi mnapotoka hapa kwamba haki zenu zote mlizozisema hapa na kumkumbusha mgeni rasmi kama serikali zisimamie. Kawaambieni wazazi kwamba mwaka huu wa uchaguzi serikali inasisitiza kuwa na amani na utulivu ili zoezi hili kifanyika vizuri. Basi, na watoto muendelee kupata haki zenu ikiwepo haki ya elimu na haki zingine za malezi bora kwenye familia. sawa, sawa. Ikumbukwe siku ya mtoto wa Afrika huadhimishwa kila mwaka tarehe 16 Juni ikiwa ni kumbukumbu ya mauaji ya halaiki ya watoto yaliyofanywa na majeshi ya makaburu katika kitongoji cha Soweto Afrika Kusini mnamo mwaka 1976 ambapo watoto hao waliuawa kikatili wakiwa katika maandamano ya kupinga ubaguzi wa rangi. Kauli mbiu ya mwaka huu ni haki za mtoto, tulipo tulipotoka na tuendako. Ah.

tena umeanza wapi? unamfinya mtoto wapi? mtoto amekosea, ah, hiyo adhabu anayoitoa ni sawa, sio sawa? Sawa, hiyo adhabu inalingana na kosa hiyo alifanya.